Yes, mtazamaji wa Clouds TV, hii ndiyo Arusha. Uh, na haya ndiyo maandalizi ya mkutano wa kampeni wa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye leo ameanza rasmi ziara ya kampeni kwa mkoa wa Arusha. Mapema leo alianzia pale Usariva na kesho anatarajia kufanya mkutano mkubwa kabisa wa kampeni wa kuomba ridhaa ya wakazi wa jiji la Arusha, wa mkoa wa Arusha ambapo mkutano mkubwa utafanyika pale kwenye viwanja vya Sheikh Amri Abedi Karuta na sasa hivi mnavyozungumza ni takribani saa saba kasoro usiku na kutokana na idadi kubwa sana ya watu wageni mbalimbali mbali, kutoka mikoa mbalimbali mbali, ukiwaacha wageni wa kanda ya kaskazini, lakini kuna wageni ambao wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali mbali ambayo pengine inapakana na Arusha ama hata iko mbali na Arusha. Yote hii ni ile love ambayo watu wako nayo kwa kutaka kusikiliza sera na ahadi za mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia suluhu Hassan. Sasa kutokana na wingi wa watu ambao wamekuja katika mkoa wa Arusha basi yametengwa maeneo maalum. Hili ni mojawapo ya maeneo maalum kabisa ambayo limetengwa kwa ajili ya kuwahifadhi watu ambao wamekosa makazi ya kulala, yani guest house, lodge, hoteli hoteli zote katika mkoa huu wa arusha ama jiji hili la arusha zimejaa kwa hiyo kutokana na wingi wa watu ambao wamefurika kwa ajili ya kusikiliza sera za daktari samia suluhu hassan basi mkoa wa arusha ama jiji la arusha umetenga maeneo maalum kabisa ameweka mahema na watu wamejihifadhi ukiona mahema ambayo nayaonyesha hapa nyakati hizi za saa saba ya usiku ni kwamba ndani watu wamepumzika, na hawa ni baadhi ya watu ambao wamekosa basi vyumba katika nyumba za kulala wageni. Lakini kwa sababu mkoa wa Arusha unawathamini na unathamini usalama wao na unathamini tukio kubwa ambalo nakwenda kutokea la kesho ama leo, maana tayari siku imeshabadilika badilika, na mkutano mkubwa wa kampeni wa Daktari Samia Suluhu Hassan, basi umetenga maeneo haya na watu wamepumzika hapa salama salimini kabisa. Ni katika pita, pita zangu za kuzunguka jiji la Arusha ambalo limechangamka kwelikweli usiku kama mchana e, nikakutana na mahema haya nikasema, si, si haba, nikapita hapa na nikazungumza e, mawili matatu na wahusika na kuona namna gani basi uratibu wa eneo hili umefanyika, na hapa nimekutana na mmoja kati ya viongozi ambao wanasimamia basi eneo hili na apiga naye stori na tuambie namna gani ambavyo wameratibu eneo hili, na hali ya usalama vipi, na namna gani watu ambavyo wamepumzika kwa usalama katika eneo hili. Kaka mambo vipi? Mambo vipi, fresh kabisa. Naona mmetengeneza eneo maalum kabisa, na watu nyakati hizi za usiku wamepumzika wakisubiri kesho kwenda kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa majina anaitwa Muhamed Mkoma ni mwenyekiti wa wapanda mlima wabeba mizigo wa mlima Kilimanjaro na Meru Tanzania Association of Porters. Uh, tumefanya hivi kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan daktari, ndio daktari, ndio gate namba moja, ambao ameongoza vizuri kabisa na kwa utaalamu mkubwa kwa ustadi mkubwa kabisa filamu ya Royal Tanzania Royal Tours ambayo tuliseme ilirudisha utalii katika sehemu yake, ambao utalirudisha potea kutokana na janga la COVID-19. Baada ya filamu hiyo kufanya vizuri katika kimataifa, basi ilisababisha utalii kurejea tena, kurejea kwa kasi maradufu. Tuseme kwa tusema kwa sababu ni guide yetu namba moja, na sisi kama pota ni wapagazi, ni wabeba mizigo na sisi hatuwezi kubeba mizigo isipokuwa kuna kiongozi ambao anaongoza wale wageni wanaokuja, ambao kiongozi huyo ni tour guide. Tour guide namba moja kwa Tanzania ni Daktari Samia Suluhu Hassan, kwao tuko hapa na tumeamua kwa mapenzi yetu, hatujalazimishwa na mtu, tumeamua kukempu hapa kwa ajili ya kesho kumsikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama watalii tunasema mama mitano tena kwenye utalii sisi tumekuja hapa kwa zao tu la utalii, na kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekuja kumshukuru kwa kila alichotufanyia kuleta utalii na kuurudisha utalii katika hali yake ya mwanzo na kuzidi, kuzidi mara mbili yake. Nashukuru sana. Naam, tunaona hapa watu wamepumzika sasa hivi, vipi hali ya ulinzi na usalama wao? Huyo uh, huyo guide namba moja mwongoza wa utalii, namba moja Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tuko hapa kwenye nchi yake kwenye ardhi yake, ambayo ndio mtawala ndio kiongozi amani hapa ni asilimia mia moja na kuzidi. Kama unavyoona watu wamekaa mahema, sisi wenyewe tumekaa, hamna askari wote aliyeshika bunduki wala hamna mgambo wote aliyezunguka maeneo haya, lakini mpaka umetukuta saa saba hii tumetulia, na vijana wengine bado wako nje, wengine wanapata kahawa hapo. Nionyesha jinsi gani Arusha tunasema kwa mama mitano tena. Asante sana nashukuru sana sawa, basi, huyu ni miongoni mwa viongozi ambao wameratibu e, zoezi hili hapa la kuandaa maeneo maalum kabisa kwa ajili ya watu ambao wamekosa vyumba katika nyumba mbalimbali mbali za wageni. Wanasema sehemu yeyote inapotokea jambo, basi na fursa nazo zinatokea hapa. Kutana na washikaji, washikaji zangu hao hapa, wao wametulia hapa wanapata kahawa Arusha. Kama ambavyo unajua kibaridi, ki baridi, baridi fulani hivi nyakati za usiku, na kuna mwana huyu hapa yeye ka, ka, katumia fursa kama kawaida, hapa anauza kahawa kidogo e, kashata zipo hapa, tangawizi za kutosha, au sio? Mwanangu, naona umeamua kutumia fursa kaka Vipi, ume, unaona umetumia fursa hii hapa ya eneo hili kuwa na watu nyakati za usiku na kuja kufanya biashara kidogo, unaonaje hali hii na unaichukuliaje hii kama fursa adhimu ya wewe kuja kujipatia kipato? Ai, fursa nimeshukuru sana, maana nilikuwa natembea tembea, sina sina nguvu yote, maana nilikuwa nimekosa hela. Nikafika pale nikaona mmenita, nikashukuru sana sana sana, nashukuru sana. Kwa hiyo hapa saa hizi unapiga biashara mpaka, mpaka asubuhi kabisa? Yani na kecha mpaka asubuhi, maana sinapokwenda kabisa biashara mm, ni mdogo mdogo, alina haraka yote takiwa ende haraka uweze kupata, maana naenda taratibu taratibu taratibu, nakusanya mia mia, na mwisho wa siku nikatoboa tu ndio. Oh, hiko kabisa na kesho umejiandaa kwenda kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan? mapema mapema mapema, nimeshaandaa hata nguo nimeshafua. Sio hizi tu, kesho tutabadilisha, tutavaa nguo zingine kwa Mama Samia. Kesho unavaa nguo mpya mpya kabisa, kabisa, kabisa. Nimeshapewa hapo ofisini, siko nyumbani, special kwa ajili ya kesho kwenda kumsikiliza daktari. E, nakuja kumsikiliza kabisa hapo Bwana, hii ndo wanasema ndo masuala ya kuchangamkia fursa. Jamaa yeye baada ya kuona hapo kuna, kuna watu wengi, basi akaenda akaongeza mzigo, na sasa hivi yuko hapa anaendelea kutengeneza shilingi mbili tatu, wakati akijiandaa kwa ajili ya kesho kwenda kumsikiliza daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi. Hii ndiyo Arusha na hii ndio Tanzania, usalama wa kutosha kabisa, kama ambavyo kiongozi amezungumza hapa watu wamepumzika sasa hivi ni saa saba. Saa chache zimesalia kabla ya asubuhi kupambazuka na watu basi watakutana pale kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abedi Karuta kwa ajili ya kwenda kusikiliza sera, ahadi na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mgombea wa kiti cha urais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Azizi Kindamba na hii ni Arusha arachuga chuga, kumekucha kwelikweli.